Tupige hatua leo, nataka tuzungumzie ufasiki. Ufasiki pia huitwa ufuska, huitwa ukware, huitwa uzinifu, na hapa ni pale ambapo unapata wahusika wanajamiiana ovyo na wajaoana, wanajamiiana yani wanahusiana kimapenzi na hawajaoana. Kifungua kurasa 18 unapata kuwa uh, Sangilu ana msururu wa masuria watoshao kijiji na pia tunaambiwa kuwa na nyakua wake wa wenzake masuria. Ni ile aya ya mwisho sentensi ya pili kutoka chini, lakini tuanze kusoma pale juu. Sangili alimiliki mashamba, tusome kwa pamoja. Sangili walimiliki mashamba, vituo vya petroli na uuduru wa maduka ya jirani, watu waim itokana na maarufu waaa biashara wa malkoana wa na asiano wake waaa, alibadilisha magari sawa na walivyobadilisha wanawake wana. Alioa mara tatu, aliwanyang'anya wanaume wengine wake zao. Hakusagili kumwona mmoja akiwa na mke maridadi, alinemelea na mshole kuumta unyumba wake. Alijulikana sana tabia kwa sababu hii, hivyo hakuna mwanaume aliyeoa ambaye alimpenda Sagiri, pengine mtemi pekee ndiye aliyemwamini una waliomita mnyanguzi, huku wengine wakimwita kwa kwani yaliendelea viota vya wengine kalieki bali mbomoa. Siku moja, Magwasha alipokuwa na Mrima mkahawani, Sagilu aliingia humo, alizimanyamaya kitini na kuagiza kimwaji. alimchukia kicho Magwasha nalutabasama. Magwasha hakupendezwa na hilo, hasa pale alipompiga ukope daima. Mtu yule alichukiza sana alimwambia Mrima. Kwa nini upeni lile umbo la miraba minne? Mrima alimuuliza kwa kicheko la sivyo. Siwezi kuchukizwa na jinsi Mungu alivyoumba viumbe wake, mbali tabia zao. Jizee kama lile mbona la binadamu si alishawahi kuwa na wake watatu? alisema Magwasha. Na mashauria watoshao kijiji kizima, aliongeza Mrima. Makwenda, kule mm, unaona na masuria wengi na ananyakua watu wa wenzake, kwa hiyo yeye ni mkware. Mrima pia ana uhusiano wa kimapenzi na, na mwanamke aliyemwandikia barua kikungua. hapo ututomee, ukipata ukurasa unatutomea ukurasa, ukurasa, ukurasa ni sabini na sita. Barua hiyo fupi ilisema, Mrima na furaha, ni kitumbua chako mini, wako jugu, karanga naona vizuri, wanipa pesa kila siku, nipe mahaba mi nakupenda kama mhogo wa nazi, wewe mfaume wangu, unipeleka kunioa, mi nifurahi na kupenda kama halua. Kwa hivyo Mabasho alisoma tena kwa tena, alijua baru na barua hiyo ilitoka kwa mwanamke mwanamke ambaye Kiswahili si lugha yake, kutokana na jinsi alivyoandika barua. Mshoe alishusha pumzi akasema, katika shingo ubeba vyombo lakini moyo hubeba mambo tena makubwa. Tunaona Mrima anahusiana kimapenzi na mwanamke, pia Sangili wanahusiana kimapenzi na Cheia, mpenzi wa Mashauri wanapatwa pamoja, na utapata ukurasa 121 wewe ulitafuta kurasa unanyota una, una mkono ukiniambia kurasa unasoma hiyo kurasa 121 Tunasema kuwa alimchukua kwa sababu pale ndipo aliwapata katika hoteli ya Satan. Kila mara yule mpokea wageni alimtupia jicho mashauri ya kupenda, jinsi alivyomtazama, lakini hakuwa na budi ila kugoja. Alimaliza kinywaji kile, akrabu za saa iliyotumbikwa ukutani zilitangaza saa kumi jioni. Aliagiza kinywaji kingine. Sasa alikigugumia kwa pupa huku kichwa kikimwaga kwa wingi wa mawazo. Alimtazama yule mhudumu akamwona bado anamtazama kwa njia isiyompendeza. Ilipotimia saa kumi na nusu, Mashauri aliona asiyotaka katu kuyaona. Alimuona babake akishuka kutoka orofa ya juu mkononi amemshika cheya kama mkoba. Wawili hao walishuka ngazi taratibu. Walikumbatiana na kunong'onezeana maneno ambayo ni wao tu waliyafahamu. Mara wasimame kwenye ngazi wacheke, mara wapigane kwa bacha. Mashauri alisimama huko akisononeka moyo. Aliwatumbulia macho kama aliyemuona ibilisi na mkewe. Mashauri alitembea taratibu hadi kufikia, aliendelea kuwakondolea macho. Kinywa chake kilikuwa kikavu kikakosa kutoa neno hata moja. Walinua vichwa kumtazama kiwea. Alimwachilia mzee huyo akampita Mashauri mbio na kumpiga kubo karibu amwangushe. Alimwaga nyayo na kutokomea bila kutamka neno. Alimsikia Mashauri akimuuliza, hapa ndiyo kazini? Kijibu yake kote, hapa ndiyo kazini. Mashauri alimkamgeukia mzazi wake, jinsi nilivyokuheshimu baba, leo ni la kivuli, kazi zote unazo... Nituma kukufanyia malipo ni haya? No, no. Si hivyo unavyofikiria nitafanya. Angili alijaribu kumweleza lakini Mashauri hakutaka kabisa kumsikiliza. Alimwambia, kuanzia leo, kuanzia leo mimi sikutambui kama mzazi wangu tena. Kama ni urithi wako mpelekee chai ya Kashina naye. Don't call me your son again. Unasikia? Kwa hivyo hapo tunaona Sangili wanahusiana na mapenzi na Chai ambaye ni mpenzi wa Mashauri ya uzinifu mwingine unaonekana wakati ngoso yanamiliki vilabu vinavyowameza wasichana wa mji usiku na kuwatapika asubuhi. Vilabu vinawameza, ukurasa mia moja ishirini na tatu. Eh, tusome Kwenye mazingira ya tarehe na alikuwa na vilabu vingi vilivyopatikana katika vilabu, biashara za kila aina zilizomo. Vizuri sana. kwa hiyo biashara ambayo ilikuwa imepigwa marufuku ni ya dawa za kulevya, lakini bado ngosi alifanya na kutokana ile biashara pia zile pesa alipata, alienda akafungua nini, biashara hizi haramu ya tarehe na anasa. Na pale kulikuwa na wasichana, wasichana ambao walikuwa wanashughulika pale kwenye vilabu usiku kucha. Kwa hivyo walikuwa wanaendeleza ukware, ufuska pale. Pia si hapa natumia vigoli kuendeleza ufuska kupitia rapid lodging ukurasa 139. Mwanzo hapo alifika mjini. 139 ulifika mjini. Unafika mjini 143. Hapo wakafuata barabara inayoelekea mtaa, walitembea kwa dakika chache. Kunguru akamwambia mwenzio la tazame maandishi yaliyokuwa kwenye bango kubwa. Bango hilo liliwaelekeza kuona msururu wa majengo yaliyoshikana. Matengo hayo ya moshi yalikuwa katika mazingira safi sana. Sherehe zilizokuwa mahali hapo zilionekana wazi. Kulikuwa na kidimbwi cha kuogelea na viti kadha kadha mahali ya aina aina ya libamba. Maskani hayo yaliyozunguka na miti, mtu angeweza kuyaona kwa urahisi majumba hayo yaliyokutia kila jicho. Mabasha alizisoma lile bango, hakaziza mdomo kwa mshangao. Kulikuwa na ile picha waliyokuwa wakiona kwenye magari ya Siaba. Mduara mkubwa uliokuwa na ushanga mwekundu ndani yake. Herufi hizo sasa zikigeuka, zikawa maneno mazima yaliyotangaza. Mangwasha aligeukia Bugulu na kusema, sasa nimeelewa ulichosema. Tusiavamie wakati huu, twende tukajipange vizuri, tuje hapa na polisi pamoja na akina Mashauri. Ikiwezekana tuvamie Siaba akiwa umo ndani, Mangwasha alishauri. Nilikajua mahali hapa, nilipokuja kutembelea rafiki yangu aishie karibu na hapa. Ndipo nilipomwona Siaba akiendesha gari ndiyo akija hapa. Nilishuku azma yake, kwa maana gari hilo jekundu lilisaki vigoli waliokuwa wakicheka sana, ni kama ambao walijua walikokwenda. Nikaanza kumsaili rafiki yangu ili kujua walikopelekwa vigoli hao. Hapo ndipo rafiki yangu aliponifasulia Barika, akanisimulia yote yanayoendelea huko ndani. Haya yalinihuzunisha sana Bungulu alieleza Mangwasha, aliwaeleza Donale na Mashauri yaliyotivi hawa. Waliamua kumenda jasusi ili kuchunguza mienendo ya Siaha kwa siku mbili hivi. Baada ya kupata habari walizohitaji, Mashauri alipanga wa uvamizi huo ufanyike siku ya Jumamosi siku hivi walifahamishwa Siaha alikuwa na mazoea ya kuongelea mahali hapo. Mangwasha aliandamana na Mungulu, lengo lilikuwa kuwashawishi watoto hao wakike kuandamana nao. Wanawake hawa walitangulia wakitumia gari la kibinafsi. Walifika mahali hapo, wakaegesha gari na kusubiri gari. Waliwaona wasichana wadogo wakipitapita kwenye viambaza vya majumba hayo, wa walivalia viguo vifupi na vyepesi sana. Wengine walikuwa wakiwasindikiza watu waliokuwa na umri wa baba zao kwenye magari yao. Mashangingi makubwa makubwa yalikuwa katika maegesho, mengine yaliwasili na mengine yalitoka. Siara aliwasili kwa gari lake, akaingia katika jumba moja. Alikaa huko kwa muda, kisha akatoka akiwa amevaa nguo za kuogelea. Alijitupa kidimbwini, akaanza kuogelea. Wanawake hao walitulia tuli ndani ya gari, wakimtazama. Alipomaliza shughuli hiyo, alikaa kitini ya kusoma gazeti. Waliosema mzoea tamu na ajisha haramu hawakukosea. Gari la mashauri liliwasili mahali hapo, pamoja na nne na maafisa wa huduma za vijana. Siaba hakujishughulisha kwenda kujua waliomo ni akina nani na wanataka nini. Alijua kitu walichokujia, kwa hivyo wakawaacha wajishughulishe na kilichowaleta mashauri. Na wale maafisa pia walisalia ndani wakiwasubiri maafisa wa polisi. Hawa waliwasili na kumtia siaba hofu. Alisimama gafla akajitada mtalio aliwaelea, ili kutaka kujua kilichowaleta pale. Polisi hao hawakuzungumza na yeye hapa ndipo akina Mabasha na Mashauri walipotoka mbio na kumkabilizia i hapa alipowaona akina Mabasha alikunja uso akitupa chini gazeti yalimokiwa akisoma <coughs> akasonya na kuanza kubomboka hovo. Wanawake mnaongea na unamio vinami kafaira hata amaji tukumzike mkashughulikie yeye nazia alimanawa na kumpekeresha sasa mnataliza miana bure hiyo. Akina Mabasha hawakuona hatara kumzumu Tutaendelea kutoka pale. Jioni wale wasichana waliletwa na nini?